ama pastor na kazi yake ilikuwa tu ni kuhubiri, alishona hema, lakini hakuwa na malengo makubwa ya kumiliki magorofa na kuwa tajiri ambaye anajulikana katika wakati wake. Lakini sisi leo si kama yeye, tunakuja kanisani tumeudiliwa na kuamini, lakini nyuma ya hayo tunafanya kazi zetu na tunazipatia kipaumbele na tunataka kwenda mbele katika uchumi na kwenda mbali zaidi. Sasa hii kazi ya kuchunga washiriki nilitaka nijue ni kwa watu gani? Ni kwa washiriki wote, ama ni kwa pastors wenyewe na watafanya hii kazi ya kuwachunga washiriki ili waendelee kudumu katika imani? Asante, asante. Swali lilieleweka, ndugu jili yakuuliza, Paulo alipokuwa anatumika, hata kama alikuwa na

ni kwamba sote tunahusika kwa ajili ya kuchunga wengine, kwa sababu Mungu imempendeza atumikishe wanadamu kwa ajili ya kuokoa wanadamu mwengine. Kumbe na wewe, hata hauko mwongozi, lakini usiona mwingine anaingia ana katika njia ya kupotea eti ile ni kazi ya wazee wa kanisa, ni kazi ya wachungaji, ila kila mtu anaweza ana wajibu wa kuhusika ili asaidie mwingine, sana sana. Sasa sana kwa viongozi au watawachua, kwa sababu zaidi kwa sababu wote watawahimiza kwenye kazi, ni kwamba yote ana wajibu ya kushughulikia mwingine. Asante mzee. Sasa kwamba sote tunahusika na kila mtu ana jukumu lake, lakini nasema hasa hasa kwa waongozi, hasa hasa kwa waongozi. Acha tumalize kwa msemburano, atakuwa wa mwisho, na tunaamini kwamba fundisho litakuwa limeeleweka. Kisha nasema juu ya Paulo jinsi alivyojitoa kwa Mungu na jinsi alivyochunga kanisa yake. Ndio. Sasa swali ya nduko anauliza ni wanani ambao wako na ile jukumu ya Paulo, kama vile ametangulia kila mtu, lakini kuna wale tunaotumika a kuna wale ambao watatumika a, yaani wale auha kama vile Eli Samueli alipozaliwa mama yake akambeba kwa kamasa kukabisa. Paulo naye, tukisoma paragrafu ya kwanza ya fundisho ya leo, alikuwa kufurahia kushughulikia kazi ya Mungu, na wake kifungo ilikuwa kama ni mojawapo ya serivisi yake, sababu alilika kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo alishoma, kwa hiyo he alishona, he hema ili kujibu kwa mahitaji machache, lakini hakutazamia mambo makubwa ni kama vile leo kishitoa unasema, sima mile itakuwa pastor ubatize, hakikisha unafanya pastora tu, usikwe pastor tena tenakue ko usikwe pastor tena tenakweko meza, hautaweza kuwa Dubai ukuwe na kwa ushiriki kupya makuhani wataifanya ampleta, lakini sisi wote, kila mmoja ni mulinzi wa gungu yake. Asante, asante kila mmoja ni kulinziwa ndugu yake. Ukaangalia ndugu yako anahitaji msaada, toa kwako, uhakikishe kwamba umeitoa. Na hata tumalizie kwa maneno haya, alikwamba Paulo anaandika vitabu vyake yeye mwenyewe alikuwa na wasaidizi ambao wanaita waasista, kuacila kufanya kazi ya Mungu mukemo, Timotheo na wengineo. Mungu, tunapojifunza injili hizi za Paulo tujifunze sana kwake tupate kuwa wanafunzi wa kweli ambao wanajifunza na kutia katika matendo. Mungu atupatie moyo wa kushika fundisho. Mungu atupatie moyo wa kujali wengine. Tunapo kanisani, tuhakikishe kwa kwamba tunatumika kufuatana na ile mapenzi ya Mungu. Ombi langu ni kwamba Mungu atusaidia siku ya leo, atuwezeshe kupata kuwa wafuasi wa kweli, tujali kazi ya Mungu, tukukeneze injili.

kuweza okay, kutokeana tuombe, wageni ambao wametembelea kwa mchana wa kwa asubuhi ya leo, wageni ambao tunakuwa nao asamke, asamke, asamke. Asante, asante, asante wageni wetu, karibuni nyumbani mwa Baba na uweze kusikia huru e, kama kile tunaweza kuhamikiwa, kuwalikiwa leo, tutakuwa na asubuhi ya kuweza kushukuru Mungu. Tunafika wakati mzuri wa kuweza kusikiliza nyimbo na tutaweza kusikia kwaya Tumaini wanapopita mbele, wataweka mzigo wao. Watakapomaliza pale itakuwa imekusha kuwa tayari. Tunatoa tangazo kwa makwaya, tunapoitwa hapa mbele tueika na tuanze iba, tuweke mzigo wetu tayari.

tu ambane wazazi wetu Mungu aendelee kuwabariki. Hata tunatakia mwaka mpya wale ndugu zetu ambao wanatupata kwenye mtandao. Tunajua kuwa hata kama tunakuwa hapa, lakini kuna ambao inafuatiwa, wale ambao wanatupata kwenye mtandao, nani Mungu